Ndugu mtazamaji wa BM Media. Karibu tena katika chaneli yako pendwa. Leo tunazama ndani ya simulizi yenye nguvu na faraja, simulizi ya Hana, mwanamke ambaye imani yake ilivunja minyororo ya ugumba na kuleta ushindi wa kimungu. Katika mji wa Rama, uliokuwa na mandhari ya vilima na mabonde, aliishi Elkana, mtu aliyebarikiwa na mali lakini akipambana na changamoto ya ndoa yenye wake wawili. Hana, mke mpendwa wa Elkana, alikuwa na moyo uliojaa upendo na ibada kwa Mungu. Lakini alikabiliwa na mzigo mzito wa ugumba. Penina, mke mwingine wa Elkana, alikuwa na watoto, jambo lililompa kiburi na kumfanya amkejeli Hana kwa ukosefu wake wa uzao. Kila mwaka, Elkana na familia yake walisafiri kwenda Shilo, mahali patakatifu ambapo sanduku la agano lilikuwa. Safari hizi zilikuwa nyakati za furaha kwa familia, lakini kwa Hana zilikuwa nyakati za uchungu na aibu. Penina alimkejeli Hana akimkumbusha ukosefu wake wa watoto. Na Elkana, ingawa alimpenda Hana sana, hakuweza kuziba pengo la huzuni moyoni mwake. Siku moja Hana alipokuwa hekaluni, moyo wake ulikuwa umejaa uchungu na masikitiko. Alilia kwa uchungu, akiomba kwa bidii na kumwaga moyo wake mbele za Bwana. Aliweka nadhiri akisema, E Bwana wa majeshi, ikiwa utaliangalia mateso ya mjakazi wako na kunikumbuka wala usinisahau mimi mjakazi wako na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume basi nitamtoa kwa Bwana siku zote za maisha yake wala wembe hautapita juu ya kichwa chake. Kuhani Eli akidhani kwamba Hana alikuwa amelewa, alimkaripia lakini Hana alimjibu kwa unyenyekevu akisema, La, Bwana wangu. Mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni sana. Sikunywa divai wala kileo bali nimemimina roho yangu mbele za Bwana. Usinidhani mjakazi wako kuwa mwanamke asiyefaa kitu, maana hata sasa nimeomba kwa sababu ya wingi wa kulia kwangu na huzuni yangu. Eli aliposikia maombi ya Hana, alimbariki akisema: Enenda kwa amani na Mungu wa Israeli na akujalie haja yako uliyomwomba. Hana aliondoka hekaluni akiwa na amani moyoni mwake. Alijua kwamba Mungu alikuwa amesikia sala yake na atamjibu kwa wakati wake. Baada ya muda, Mungu alikumbuka sala ya Hana na akapata mimba, akazaa mtoto wa kiume, Samueli. Alipomwachisha kunyonya, alimpeleka Shilo, akimtoa kwa Bwana kama alivyoahidi. Samueli alikulia hekaluni, akimtumikia Mungu chini ya uongozi wa Eli. Mungu hakusahau uaminifu wa Hana. Alimbariki na watoto wengine watatu wa kiume na wawili wa kike. Hana aliendelea kumtumikia Mungu kwa furaha na shukrani, akijua kwamba Mungu husikia na kujibu sala za wenye mioyo iliyovunjika. Hadithi ya Hana inatufundisha kwamba Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake. Hata tunapopitia majaribu, hatupaswi kukata tamaa. Mungu husikia sala zetu na kwa wakati wake atatujibu. Hana alipitia kipindi kirefu cha uchungu na aibu, lakini imani yake kwa Mungu ilimletea ushindi. Kama Hana, wanawake wengi katika Biblia walipata ushindi dhidi ya ugumba kwa kumtegemea Mungu. Sara, Rebeka, Raheli na Elisabeti ni mifano ya jinsi Mungu anavyoweza kubadilisha hali zisizowezekana. Sara, mke wa Abrahamu, alikuwa mgumba hadi uzeeni, lakini Mungu akamjibu sala yake na akamzaa Isaka. Mwanzo kumi na moja mstari wa thelathini ishirini na moja mstari wa moja hasi saba. Rebeka, mke wa Isaka, alikuwa mgumba kwa muda mrefu, lakini Mungu akajibu sala ya Isaka na Rebeka akapata mimba. Mwanzo ishirini na tano mstari wa ishirini na moja. Raheli, mke wa Yakobo, alikuwa mgumba kwa muda mrefu, lakini Mungu akamkumbuka na akamzaa Yusufu. Mwanzo thelathini, ishirini na mbili ishirini na nne. Elisabeti, mama wa Yohana Mbatizaji, alikuwa mgumba hadi uzeeni. Lakini Mungu akamjibu sala yake na akamzaa Yohana. Luka moja mstari wa tano hasi ishirini na tano. Kupitia mifano hii tunaona kwamba Mungu anaweza kuingilia kati na kubadilisha hali yoyote. Kwa hivyo kwa wanawake wote wanaopambana na ugumba, msikate tamaa. Mungu yuko pamoja nanyi, endeleeni kumtumikia kwa uaminifu na atajibu sala zenu kwa wakati wake. Usisahau kusubscribe chaneli ya BM Media kwa simulizi mbalimbali za Biblia.